kuna vijiji nimekwenda kule Katavi, kuta kwamba kijiji kinapata mpaka bilioni moja kwa mwaka kutokana na makusanyo ya ada za hewa ukaa. Kijiji kina, kina walimu kumi na nne. Serikali imepeleka pale walimu labda watano, alafu serikali ya kijiji imeamua kuajiri walimu wengine walio na sifa wanane na inawalipa sio chini ya laki tano kwa mwezi. Lakini kuna kijiji nimekuta kimejenga zahanati kwa zaidi ya milioni mia mbili tisini na nne fedha za kijiji milioni mia mbili tisini na nne Wameajiri na manesi, serikali imepeleka wahudumu wa afya, alafu serikali ya kijiji ikaajiri na wengine kama wanne wa ziada. Kwa hii misitu tuitunze, tunakokwenda itakuwa ni mradi mzuri. Songea vijijini na manispaa, wame- tumepiga hatua, tunaelekea kupitisha miradi ya kutunza misitu na tutakuwa tunapata mapato. kuna mahali, kuna mahali mtu utafika, ninyi serikali za vijiji mtakuwa na mapato makubwa kuliko madiwani, mtakuwa na mapato makubwa kuliko hata wa, wataalamu wa pale halmashauri. Kwanza kwa mwanzoni walikuwa wameomba watu hekta elfu mbili kama na mia saba hivi kusafisha mashamba, lakini kulingana kikao, baada ya kupitia na kuangalia sifa za waombaji mbalimbali, mashamba ambayo yamepitishwa ni kama hek, eh, yani hekari elfu moja kama na mia moja tu au elfu moja mia moja kwa kuzingatia uwiano wa wilaya, lakini pia na uoto wa asili usiweze so kuharibiwa. Kimsingi kwanza kwa, kwa sababu kama unavyojua kwamba mazao ya chakula hayawezi kulima kwenye miti, kwa hiyo ni lazima mtu aondoe ile miti ili aweze kupanda mahindi au mazao mengine ya chakula. Lakini sasa utaratibu ulivyo kwamba unavyoondoa ile miti baada ya kupata kibali kutoka kwa kutoka kwenye ofisi ya misitu unatakiwa u uelekezwe namna ya kuandaa mazao yako kama vile una kuandaa mkaa, lakini kuandaa mbao, kuandaa kuni na kuweza kulipia kupata leseni kwa ajili ya kusafirisha au kuyapeka kwenye soko ya. Kwenye kijiji chetu tumeweka mikakati ya kutunza misitu, pia tuna msitu wa hifadhi. Ule msitu wa hifadhi tunaulinda kwa njia ya, kutu, ya kushirisha jamii na pia kuna kamati ya doria na kwa mwezi tunafanya doria mara nne wanakwenda wajumbe wa kamati ya doria watatu, halmashauri kijiji wanatoka watatu, na pia wananchi wakada wanatoka watatu, na lengo letu la kuzidi kutunza ule msitu ili uweze kusaidia kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Mimi kama mtendaji wa kijiji nimejipanga kusimamia kusimamia misitu ndani ya kijiji ili kufika elfu mbili na ishirini na thelathini, misitu iweze kutuletea faida. Moja ya faida ni fedha kupitia hewa ya ukaa. Kwa hiyo mimi kama mtendaji nitasimamia na kutekeleza utunzaji bora wa misitu kwa ajili ya kutuletea faida ya kipato kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ndani ya kijiji.